Tayari tumeshachagua timu ya Taifa itakao kwenda kushiriki kanda ya tatu ya Afrika mashariki na kati Oktoba kule Nairobi. Kwa hiyo tunawahimiza, endelee kuogelea, lakini pia kuna mashindano ya National Open Water Championship, kuogelea kwenye maji ya wazi kama bahari, mito. Haya yatafanyika kwenye bahari Oktoba mwezi tarehe kumi na mbili. Kwa hiyo tunategemea kuona waogeleaji wapambane, lakini pia kuna opportunity kwa wale waogeleaji wastaafu na wale ambao wanaogelea kwa mazoezi. Kuna mashindano tunaita Masters Championship ambayo pia yatafanyika mwaka huu. Kwa hiyo mchezo wa kuogelea unaendelea kukua na mambo mengi yanakuja kwenye uogeleaji, tegemea ku, kuanza kukuza vipaji na kuondoa dhana kwamba kuogelea lazima uogelee kwenye swimming pool lakini tunaanza kuhimiza watu waweze kuogelea kwenye bahari, mito, maziwa ili kupromoti mchezo wa kuogelea nchini. Ni moja ya jukumu letu kama chama kuhakikisha tunakuza mchezo wa kuogelea. Yamekuwa nimeseme mafanikio makubwa sana. Mwaka jana tulipata watoto mia moja sabini na tisa, mwaka huu tulipata mia moja tisini na nne. Kwa hiyo idadi inaongezeka. Kikubwa ambacho nimekiona ni jinsi gani ambavyo kazi zinavyofanyika vizuri na coaches, na watoto wengi wamevunja rekodi za mashindano, lakini vilevile vile tumeweza kupata national records mpya ambazo zimeonyeshwa na wachezaji wetu. Kwa hiyo natumaini kwamba haya walioonyesha leo ndio nitakaokutana nayo Nairobi katika mashindano ya Africa Aquatic Zone 3. Uh, ni mashindano ambayo yameisha kwa mafanikio mazuri kwa kuona vijana wengi ambao wameweza kuvunja rekodi zao na kuvunja rekodi za watu wengine. Hii ni kuonesha namna gani jitihada uh, wanazifanya huko pia kwenye mazoezi na pia vijana wa, uh, wanaonesha namna gani wanaweza kujituma pia. Inatoa picha ya kitu gani ambacho makocha wanakifanya, uh, kwa sababu ni jitihada kubwa ambazo zinaonekana kupitia matokeo pia Tunaangalia namna gani ambavyo hawa vijana watatuwakilisha vizuri kwenye mashindano mbalimbali mbali ambayo watafanyika, uh, katika zoni yetu Kenya uh, Afrika na pia nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo yote ni, ni mjumuisho wa maandalizi ya, ya mashindano ya nje.